Leo ni siku ya Jumatano ya Majivu, mwanzo wa mwezi wa mfungo wa Kwaresma dunia nzima. Hii ni siku maalumu ya kufunga, siku ya kwanza ya mwezi wa Kwaresma kwa wale wenye imani ya Kikristu. Mwezi huu wa mfungo huchukua siku 46 yaani siku 40 za kufunga na Jumapili sita ambazo zinakuwa hazipo katika ratiba ya mfungo, yani huwa watu wafunge katika jumapili hizi sita. Na siku hii huwa inaangukia kati ya Februari 4 kama ikiwahi na Machi kumi kama ikichelewa sana. Jumatano ya majivu huwa ndani ya imani ya Wakristo wa, wa madhehebu tofauti kama vile Waanglikana, Lutheran, Wamethodisti pamoja na Wakatoliki na wengineo. Jumatano ya majivu ni neno lililokuja baada ya kutumia majivu ya matawi ambayo yametumika katika Jumapili ya matawi ya mwaka mmoja uliopita, ambapo hutumika maneno ya kumbuka, wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi, huku padri akimpaka muumini majivu katika paji la uso. Kuanzia mwaka 2007 baadhi ya makanisa kama vile Katoliki na Lutheran wamekuwa wakipakwa majivu hata katika sehemu mbalimbali nje ya kanisa, ili kila mmoja aweze kupata huduma hiyo ya kiroho, ambapo wengine hupakwa mpaka katika maeneo yao ya kazi hasa katika nchi za Ulaya. Siku hii inawakumbusha Wakristo wote ulimwenguni tukio la Yesu Kristo kufunga kwa siku 40 bila ya kula akiwa jangwani ikiwa ni baada ya kubatizwa na Yohane Mbatizaji kabla ya kuanza utume wake miaka zaidi ya elfu mbili iliyopita. Maana ya majivu ni ishara ya majuto nayoufanywa visakramenti kwa kubarikiwa na kanisa. Wakristo wanapopakwa majivu katika paji la uso huwasaidia kutafakari na kuwakumbusha kuwa Wanadamu ni mavumbi na mavumbini watarudi. Hukumbusha zaidi kuwa maisha ya hapa duniani yanapita na safari yao itakamilika pale watakapoungana na Bwana na Mwokozi katika ufalme wa mbingu. Ishara yoyote iwekwayo katika paji la uso huonyesha umiliki kama inavyoonyeshwa katika vitabu vya Ufunuo saba tatu ufunuo 9:4, Ufunuo 14:1 na Ezekieli tisa nne hadi sita ya kwamba wanapochorwa ishara ya msalaba katika paji la uso ni ishara kwamba wapo chini yake yeye aliyekufa msalabani kwa ajili yao. Hali kadhalika huwakumbusha Wakristo ishara ya msalaba waliochorwa na mafuta matakatifu siku ya ubatizo wao, huwakumbusha ahadi walioiweka siku hiyo ya ubatizo na kuwaita kuishi maisha ya utakatifu. Wakristo wanaoingia katika mwezi wa Koresma huongozwa na imani ya kuwa wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, hivyo ni kipindi cha kutubu na kuiamini Injili, kama inavyoelezwa katika Injili ya Marko 1:15. Imani inatuambia kuwa haya ndiyo maneno ya kwanza ya Yesu ambayo, kadri mwinjili Marko, yanafungua kazi ya hadhara ya Yesu Kristo yaliyosema. Kwa maana hiyo kazi ya Yesu inaanza kwa kuandaa watu katika toba, ili hatimaye wapate kuukaribia na kuingia katika ufalme wa Mungu. Na wakati ndiyo sasa, wakati ni sasa, Yesu anatuhubiria, na kwaresma imewadia. Na ndiyo maana siku ya Jumatano ya majivu, kwa kuitikia mwito wa maneno ya Yesu, kanisa linawaalika kuingia katika kipindi cha Kwaresma ambacho ni kipindi cha kujikusanya, kujitayarisha, kujitengeneza na kujikarabati, hasa kwa toba, kufunga, kusali na kujitoa sadaka zaidi, mambo yanayorutubishwa kwa tafakari ya kina ya neno la Mungu. Heri ya siku ya Jumatano ya majivu na kipindi chote cha mfungo kwa rezma kwa wa kwaresma kwa Wakristo wote ulimwenguni wanaoamini katika kipindi hiki.